Yes, wote tunamjua Suzy anayepatikana kwenye tamthilia ya Love Me Again, tuko hapa kukuletea juu ya historia ya msanii huyo anayepatikana kwenye tamthilia hiyo pendwa. Ikumbukwe kwenye tamthilia hiyo pendwa, Suzy ameakti kama ni miongoni mwa watu ambao wanaforsi kumpenda mtu na mtu mwenyewe hampendi. Kwa namna moja au nyingine, ukifuatilia kiundani, unakuja kugundua ya kwamba mapenzi kwenye hii dunia sio kitu cha kulazimisha, hata kama ukilazimisha, itafikia steji utaumia. Suzy ni mtoto wa kwanza kwenye familia ya kwake ambayo amezaliwa hapa Dar es Salaam mitaa ya Mbagala. Suzi ni mzalamu ndo maana anaongea sana. Mwanadada huyu alizaliwa tarehe ishirini mwezi wa nane mwaka 1999 kwa hiyo Suzi kiufupi sio mtoto wa elfu mbili japokuwa ilibaki kidogo sana ili aweze kuwa mtoto wa elfu mbili. Historia ya elimu ya Suzy sio kubwa sana kama vile watu wanavyodhani. Elimu yake ni ya kawaida sana sana, kama watu wengine wanapopata. Alipomaliza kidato cha nne eh, hakuweza kuendelea kwa sababu matokeo yake hayakufika pale ambapo kungeweza kumwezesha yeye kuweza kwenda chuo au kufanya kitu kingine aliamua kubaki nyumbani ili kuangalia kuna opportunity gani, na wote tunavyojua kwamba mtoto wa kike anapokuwa nyumbani, basi anasubilia ili aweze kuolewa. Historia ya Suzy kujiingiza kwenye masuala ya sanaa kidogo ni ngumu, kwa sababu wazazi wake kwa namna moja au nyingine ni watu wa dini sana sana Jambo ambalo lilikuwepo ni vigumu sana kwa wao kumruhusu kuingia kwenye sanaa, kwani wazazi wake walidhani ya kwamba kuingia kwenye sanaa na kutokana na tabia za mtoto wao, basi kungeenda kumpoteza moja kwa moja na kumfanya ashindwe kuendelea mbele na mambo mengine yashindwe kutokea kwenye maisha yake, lakini moto wa sanaa ndani yake ulikuwa unamvuta unamuunguza jambo ambalo lilifanya yeye aanze kutafuta vikundi vya sanaa, jambo ambalo unaambiwa hata Mwenyezi Mungu anakwambia, ukihitaji kitu unahitajika ukifanye huku unamwomba yeye, sio kumwomba peke yake, kwa sababu huwezi kukipata kitu kama hiko. Suzy alipelekwa, alikutana na rafiki yake mmoja akapelekwa kwenye miongoni mwa makundi ambayo yana sana. Na baada ya kwenda huko Suzy alipata nafasi ya kuigiza, ilikuwa ni sinema moja tu, na baada ya kufanya mazoezi na kuonekana kama anaweza, ikumbukwe, Suzy mashallah, ana mwili mzuri eh, wale wa sasa hivi vijana wa sasa hivi wanakuambia ana nyama nyingi sana. Ninavyosema nyama nyingi, namaanisha ugali kidogo, nyama zikiwa nyingi na hapo ambapo ndo tunaenda mbele na kuangalia kiundani zaidi kugundua ya kwamba eh, movie za sasa hivi mara nyingi wanaangalia aidha mwanadada awe mweupe, awe ana nyama nyingi, ili ziweze kuvutia viewers wengi sana. Safari ya Suzy kaanza hapo, akaigiza movie japo haikuweza kuruka movie hiyo haikuweza kuruka, kwa sababu director anasema kwamba kuna baadhi ya scene ziliharibika na hakuna gharama au bajeti nyingine ya kuweza kuzirudia. Tamam, kwa hiyo mambo hayakukaa vizuri. Hakukata tamaa mpaka pale alipoona tangazo kwa Klam Vevo kwamba kuna mtu anahitajika kwa ajili ya kuigiza ndipo akaenda na ameonekana kwenye uh, tamthilia kadhaa za Klam Vevo. Hapa nazungumzia Snack Boy na tamthilia nyingine wakadha wa kadha nahisi utakuwa unajiuliza Suzy amekutana vipi na, na eh, mwanadada Sandra ambaye ndio mmiliki wa Sandra Films. Wakati Sandra anaenda kujiunga kwenye, kwenye cluu ya Clam Vevo alimkuta Suzy wakati yupo pale. Sandra alipopata idea ya kuanzisha cluu lake, akaona hapana, kwa sababu kuna watu muhumu wenye nguvu wenye pawa wenye uwezo wa kuigiza, akaamua aondoke naye. Uhusika ambao anaobeba Suzy kwenye tamthilia ya Love Me Again ni uhusika mkubwa sana, huku akisema kwamba yote yanayotokea mule siyo maisha yake binafsi, lakini huko nyuma alishawahi kuumizwa kwenye mapenzi. Suzy ameamua, amekataa kata kata kuzungumzia mahusiano yake, huku e, za ndani za chini zikisema ya kwamba Suzy anatoka na John, na wawili hawa wamefikia katika mazingira mazuri sana. Mafanikio ambayo ameyapata kwa kutumia sanaa hajawahi kuyaweka wazi na hajataka kabisa kuyaweka wazi mafanikio, ila anachojua tu ni kwamba e, familia yake inamsapoti na anaweza kuisapoti familia yake kwa kitu chochote kile kidogo ambacho anakipata kwa kupitia tamthilia mbalimbali ambazo amekuwa akiigiza, hasa zile ambazo ameigiza kwa Klamvevo na ile ambayo anaigiza sasa hivi kwa Sandra. Suzy ni miongoni mwa watu ambao wakikaa nyumbani anapenda sana kuangalia movies za international, kwani tulimuuliza akasema ya kwamba movies za kibongobongo, kiufupi hakuna kitu cha kujifunza kwake. Hivyo ametenga muda wake mwingi sana kuweza kujifunza na kuangalia movie za kimataifa na namna gani wanaweza kucheza, ili aweze kubadilisha uhusika eh, wake na kuact kwenye reality. Tulienda mbali na kumuuliza kwamba kwenye familia yake nani anamsupport, alizungumzia ni mama, japo mwanzoni walikuwa ni wagumu sana kuelewa ndoto zake. Na hili, kama nilivyokuambia mwanzoni, wazazi wake ni watu wa dini sana. Mpaka sasa hivi Suzy hana mtoto, ajaolewa, ila yupo kwenye mahusiano, japo ameshindwa kutuambia kwamba ni vipi lakini yeye mwenyewe wa anaweka wazi kwamba mipango yake ya kufanya sanaa ni mikubwa sana. Mipango yake bado ndo kwanza anaanza kwenye zile hatua ambazo yeye alikuwa anazitamani kuzifika, ndo kwanza yupo hatua namba moja na bado nyingi sana ameziweka humu. Akaenda mbali zaidi zaidi, Suzy akasema kwamba yeye maisha ambayo mnamuona mule kwenye tamthilia ya Love Me Again, kuwa na roho mbaya, kuwa king'ang'a Kiuhalisia yale sio maisha yake, ila ametumia ile karakta kupeleka ujumbe kwenye jamii, kwa watu ambao wanateswa na mapenzi kwa namna vile, na watu ambao wanahangaika kwa namna moja au nyingine. Huyu hapa ni Suzy. Eh, ungependa tukuletee msanii gani mwingine historia yake, kuanzia siku anazaliwa mpaka alipofikia, elimu yake, ana mahusiano au hana, mafanikio yake ambayo ameyatumia mafanikio yake ambayo ameyapata kwa kupitia sanaa. Pia kuna changamoto ambayo alikutana nayo Suzy kwenye kuigiza kwake, kuna vitu vingi alikutana navyo. Ikumbukwe kuna shutuma nyingi sana kwenye hizi haya makundi, hasa wanawake. Mara nyingi wanakutana na kitu kinayotolushwa ya ngono kutokana na mwili wake na namna mwenyewe alivyo, alishawahi kukutana hii kwenye miongoni mwa makundi ambayo amepita. Huyu hapa ni Suzy, Suzy ambaye analazimisha penzi kwa John, John ambaye anampenda Sandra, na mambo yanakuwa mengi kwenye familia yake baada ya mama yake kugundua kwamba Sandra ni mtoto wa mmewe. Inakuwaje hapa? Dada nakula dada, nakula kakaake, kaka, kaka namla kaka. da kaka namla dada. E bwana, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika youtube channel yetu hii pendwa ya Nyayo TV, ni vyema ukabonyeza kitufe cha alama ya subscribe. ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya kwa youtube channel yetu hii pendwa ya Nyayo TV. This is Nyayo TV. Thank you for your time. Until next time.